anda mafunzo kwa mahakimu kutoka mahakama za hakimu mkazi, waendesha mashtaka wa serikali, wapelelezi wa makosa ya jinai, wahifadhi misitu kutoka Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, pamoja na maafisa misitu kutoka mamlaka za serikali za mitaa. Tumepata ufadhili kutoka Umoja wa Ulaya kupitia Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutekeleza mradi wa maboresho ya mbinu jumuishi katika mnyororo wa thamani wa nishati miti. E, utekelezaji wa mradi huu e, unatokana na mkakati na mpango mkubwa wa serikali kwa mkakati wa kitaifa wa kuendeleza nishati safi ya kupikia. Mradi huu lengo lake kubwa ni kuimarisha mfumo wa kitaasisi na mfumo wa kisheria katika kukabiliana na uvunaji ambao usioendelevu wa masuala ya misitu ambao unaathiri zaidi masuala ya tabia nchi. E, tuko hapa Morogoro kwa ajili ya kuendeleza kazi ambazo Liti nazifanya kwa kupitia mradi, tunajenga uwezo kwa maafisa misitu kwa maafisa uhifadhi kwa mahakama kwa, ma, kwa mawakili wa serikali kwa hifadhi kwa, ili waweze kufanya kazi zao kwa ufanisi, waweze kukusanya ushahidi, waweze kuendesha kesi na hatimaye wale ambao wanafanya makosa yatokanayo eh, na uhalifu wa masuala misitu waweze kupata adhabu stahiki ili kuhakikisha kuwa na usimamizi endelevu wa misitu. Mafunzo haya yanatarajiwa kuongeza ufanisi wa utekelezaji wa sheria ya misitu kwa kujenga uwezo wa mahakimu wakazi, waendesha mashtaka, maafisa uhifadhi na maafisa misitu katika kushughulikia makosa yanayotokana na uhalifu wa sheria za misitu. Kupitia mafunzo haya, washiriki wataimarisha uelewa wa uchunguzi na uendeshaji wa mashauri ya makosa ya misitu watapata ujuzi wa kukusanya ushahidi kutayarisha mashauri na kushirikiana kati ya taasisi za sheria na uhifadhi. Utekelezaji wa sheria na kanuni za misitu utaboreshwa kwa uwazi, haki na ufanisi zaidi. Ushirikiano kati ya TFS, MNRT Ofisi ya Taifa ya Mashtaka na mahakama utaongezeka, hivyo kuimarisha usimamizi endelevu wa misitu. Leo nimepata nafasi ya kutoa mada mbalimbali katika mafunzo ya wadau muhimu kwenye utunzaji wa rasilimali za misitu ambao, uh, mafunzo haya yanahusisha kuanzia uh, upelelezi ambapo ni wapelelezi lakini pia uendeshaji wa mashauri hayo ambao ni waendesha mashtaka, lakini pia watoaji ama wale wanaotafsiri sheria ambao ni mahakimu. Na kwa siku ya leo tumeweza kuangazia mambo manne muhimu ambapo kwa mtu ambaye kabisa elewi namna ya kutunza rasilimali za misitu, basi baada ya kuyasikiliza ameweza kuelewa. Ya kwanza kabisa tulizungumzia mambo muhimu ambayo yanatakiwa kufanyika katika utunzaji wa rasilimali za misitu, na hapa ni pamoja na bioanuai ambayo ni kipaumbele kikubwa sana cha serikali na ambacho pia kiko kwenye dira yetu ya 2050 hususani ile nguzo ya tatu. Lakini lingine la msingi kabisa ni kuhakikisha kwamba tuna sheria madhubuti na ambazo zinasimamia uhifadhi huu. Kwa mahakimu wengi wetu, pamoja na mimi, wengi tukawa tuelewi uzito na madhara yanayotokea baada ya miti kuchomwa kwa kiwango kikubwa kama hivyo. Sasa kwa mafunzo haya, tunategemea tutatoka na uelewa mmoja ambao tutakuwa tunajua sasa kwa japo adhabu imetolewa ni kidogo kwa mujibu wa sheria ni, ni vyema tuka, tuka stick na ile adhabu kubwa ambayo imewekwa. Kama ni faini ni milioni na sio kidogo tena chini ya milioni, au kama ni kifungo cha magereza ni miaka miwili na sio tena miezi sita au kifungo cha nje. Kutokana na elimu tukatoka, tumepata ya kwamba madhara ni makubwa na tukiadhibu adhabu ndogo, wahalifu wanajirudia, wanajirudia, wanarudia mara nyingine. Lakini mshtakiwa namba mbili na namba tatu, mahakama imeridhika kwamba walikamatwa na mazao ya misitu kama walivyoshtakiwa. Hivyo upande ma, wa, wa mashtaka wamethibitisha shtaka bila kuacha shaka dhidi yao. Hivyo basi mshtakiwa namba mbili na namba, namba tatu wametiwa hatiani kama walivyoshtakiwa kinyume na kifungu namba 88 sura ya 332 33, sheria ya hifadhi ya misitu kama ilivyorekebishwa mwaka 2023. Kwa kuwa washtakiwa ni wakosaji kwa mara ya kwanza na kuzingatia maombolezo yao, wanahukumiwa kulipa faini ya shilingi laki moja kwa kila mmoja. Wakikosa watatumikia adhabu ya kifungo cha mwaka mmoja gerezani. Pia makielezo pia ambayo ni magogo ya yarudishwe kwa wamiliki ambayo ni KFS na pia kielelezo namba tatu ambayo ni misumari na madawa vinataifishwa. Haki ya rufaa ni siku thelathini kwa yote uyo asiyeridhika na maamuzi haya. Mahakama imeamua. Baada ya kutiwa hatiani kwa watuhumiwa, mahakama tukufu ingewapa nafasi waendesha mashitaka kufanya wasilisho lolote baada ya wale watu kutia hatiani, waieleze mahakama. Lakini mahakama imejiongoza moto kwenda tu kutoa hukumu, kwa sababu imewatia hatiani, ikawapa nafasi wale watuhumiwa kueleza kama wanayomba mahakama iwape nafuu yoyote kwenye kwenye ile adhabu naenda kutolewa wa ya, maamuzi kwa upande wao. Kwa hiyo angeweza kutumia kwa maelezo yake hii section 98. Lakini pia kama nilishauri hapa jumbe, ni sahihi kabisa kuwaambia kwa sababu ya watu kwa sababu wao wanakuwa sheria kila siku, wanapenda nao kama kama ndugu. Kwa niaba ya mawakili wa serikali wote ambao tumeshiriki mafunzo haya tunashukuru sana kwa kupata nafasi hii ya kushiriki mafunzo kwa sababu tangu mafunzo yalivyoanza kwa tarehe ishirini na mbili mpaka leo hii yamekuwa ni mafunzo yenye umuhimu sana katika utendaji wetu wa kazi wa kila siku, na vitu hasa muhimu vilivyozungumzwa kwenye mafunzo au tulivyofundishwa ni kuhusu uendeshaji wa mashauri haya yanahusiana na makosa yanayofanyika kwenye maliasili zetu, ikiwemo misitu. Pia kwa mafunzo ambayo tuliyapata kutokana na topic mbalimbali mbali, hasa kuhusiana na uandaaji kulikuwa kuna topic ya uandaaji wa mashtaka, lakini pia kulikuwa na ukusanyaji wa ushahidi, kulikuwa na namna ya kupresenti mahakamani. Mafunzo yote hayo yanajikita kwenye shughuli zetu ambazo tunafanya kila siku. Katika mafunzo haya nimepata uelewa mwingine zaidi kwamba katika mashauri ambayo sisi huwa tunaamua na kusimamia haki tunatakiwa tuangalie usikilizwaji, upokeleaji wa ushahidi uwe mzuri, ili hata mtu anapokuta na hatia basi apewe adhabu kwa mujibu wa sheria na haki ionekane imetendeka. Lakini pia adhabu zile, nimejifunza kwamba pamoja na kwamba tunazitoa na sheria imetoa mwongozo, lakini pia tumekumbushwa mahakimu kwamba tuangalie umuhimu wa misitu na rasilimali za nchi pale ambapo zinakuwa zinaharibiwa. Lakini pia tumejifunza juu ya sheria mbalimbali za misitu sambamba na kanuni zinazotumika bila kusahau sheria za kimataifa kwa upande wa nchi za Afrika na dunia kwa ujumla, kwa maana regional na international level. Kwa hiyo tumepata vitu vipi ambavyo sisi kama washiriki vitatusaidia kwenye kazi zetu za kila siku japokuwa tuna sheria ambazo zipo, lakini kuna haja sasa ya hususani uh, wizara pamoja na TFS kama agents kuhakikisha inatilia mkazo eneo la uhifadhi hususan, uh, katika kitengo cha upelelezi pamoja na uendeshaji wa mashtaka, ili basi uh, kuweze kuwepo na watu wale watakavyokamatwa kuwepo na upelelezi ambao ni makini, lakini mashtaka yaweze kuwepo, kwa sababu mtu anaweza akaona kuna sheria, lakini kwa nini havifanyiki? Kwa ujumla, mafunzo haya yanalenga kuhakikisha makosa ya kimisitu yanadhibitiwa kwa ufanisi, misitu inalindwa na sheria zinatumika kwa haki na weledi katika ngazi zote za utekelezaji.